Watatu wamefariki huku wengine wakijeruhiwa vibaya katika ajali iliyotokea eneo la Kwambira Manguo kaunti ya Kiambu. Ajali hiyo ilihusisha matatu iliyokuwa ikielekea Nairobi na lori katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Haya yanajiri wakati mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA ikiwataka madereva kuwa waangalifu na kutangaza operesheni haswa msimu wa Pasaka unapokaribia. Francis Mtalaki anatuarifu zaidi. Wingu la mauti liligubika eneo la Kwambira Manguo katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru baada ya matatu hiyo iliyokuwa imetoka Nairobi kuungana ana kwa ana na lori na kusababisha maafa ya watu watatu huku wengine wakiuguza majeraha. Walioshuhudia ajali hiyo unasema madereva hao walikuwa wakienda kwa kasi katika eneo hilo ambapo watu saba walipoteza maisha yao wiki jana and also to observe speed limits as well as paying attention to the roads they are using. Unakuta mtu anakuja kabisa bio prrr naye mwingine anakuja anakanyaga breki. Kwa hivyo anastukia mara moja kuna kitu mwenzake amekanyaga. Kwa hivyo hapa suruhisho hapa sio kitu kingine ni madereva wao wa waangalifu. Waache tu ku overlap na waache tu kuja na speed na waache overtaking. Kwa maana hapa uki overtaking hauoni mwenzako pale vile amekuja. Na hiyo ndio inaleta shida kubwa hapa. Haya yanajiri mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imeonya madereva kuwa waangalifu wakisema kuanzia Jumatano operesheni ya wavunja sheria ya barabarani itang'oa nanga kote nchini ikilenga kupunguza maafa wakati wa msimu wa Pasaka.